Asante, mm, mm. Uh, katika sekta ya mawasiliano mm, kuna wadau wakubwa ambao ni serikali mm, uh, mamlaka ya mawasiliano mm, watoa huduma pamoja na watumiaji wenyewe. Sasa, mm, katika wadau hawa kila mtu ana ki. uh, jukumu lake. Jukumu la kutengeneza sera, sheria, kanuni liko kwa serikali liko kwa serikali, ndio jukumu lake. Hata hivyo hey. Uh, wakati serikali inatengeneza sheria kanuni pamoja na sera mbalimbali hmm. kunakuwa na ushirikishwaji wa wadau na sisi kama baraza hmm. tunashiriki kutoa maoni yetu, ambayo maoni hayo yanakuwa yana maslahi wa ya watumiaji wa huduma za mawasiliano. Kwa hiyo hata hayo maoni yanakuwa ni maoni ya watumiaji, kwa hiyo sisi inakuwa ni wawakilishi kwenye hiyo huo mchakato mzima wa kuandaa hayo maoni hmm. na kutokana na huo ushirikishwaji watumiaji, au na wale wadau wote wanakuwa ni sehemu hmm. Kwa hiyo wakati wa utekelezaji, sisi tena kama baraza tunarudisha hiyo taarifa kwa watumiaji wetu kwamba kuna sheria hii, kuna hmm. kanuni hizi ambazo sehemu fulani zinawahusu watumiaji, kwa hiyo tunapeleka ile taarifa ili watumiaji wawe aware kwamba kuna sheria hii ambayo iko kwa maslahi ya kwao. Na sisi kama baraza tunatumia njia mbalimbali mbali. Mm. tunatumia Uh, uh, vituo vya redio mm, pamoja na televisheni mm, kama tunavyofanya hapa Channel 10 na kwenye upande wa redio tunakwenda mbali mpaka zile redio za, za kijamii mm, kwa sababu tunajua mtumiaji yuko kule mm. Tunahakikisha tunam, tunamkuta kila mahali, lakini pia tunakuwa na mikutano na makundi ya watumiaji wawe ni vijana, wanawake, mpaka wale watumiaji wenye mahitaji maalum, kwamba kila mtu asiachwe nyuma, kila mtumiaji apate hii elimu hmm. lakini pia kwa sababu ya mifumo ya kidijitali inavyofanya kazi na kwa haraka sana hmm. tunawakuta pia wale watumiaji wengine kwa kupeleka taarifa kupitia mitandao tuna mitandao ya kijamii, tuna mitandao ya X, tuna Instagram, tunatumia WhatsApp, tuna Facebook. Lakini pia tuna, uh, tuna mfumo wetu unaitwa mtumiaji app ambayo inapatikana kwenye simu za mikononi Diyo. kwa hiyo kule pia tunapeleka taarifa, tunapeleka elimu. Kwa hiyo sisi kama baraza tunajiwekea mikakati kwamba elimu ni suala muhimu sana kwa mtumiaji hmm. mtumiaji apate elimu apate taarifa, na sisi tupokee maoni yetu ili hizo sera na sheria na kanuni ziweze kuwa na mawazo na maoni ya mtumiaji, ili inapokwenda kwake ziweze kweli kutumika kinavyotakikana na ziweze kuleta manufaa kwa watumiaji mm-hmm.